Serikali ya kitaifa kupitia ofisi ya katibu wa ulinzi wa jamii na masuala ya wazee humu nchini imethibitisha tena ahadi yake ya kumaliza umaskini na njaa kupitia upanuzi wa programu muhimu za jamii katika idara hiyo. Aa, katibu katika idara hiyo Joseph Motari, amefichua kwamba serikali ya Kenya inapanga kupanua mpango wa ujumuishaji wa kiuchumi kutoka kaunti tano za majaribio hadi kaunti ishirini. Kenya has made significant strides in strengthening the legal and policy framework for social protection. The enactment of the Social Protection Act 2025, the Social Protection Policy 2023, and the Persons with Disabilities Act 2025 marks a major milestone in institutionalizing and mainstreaming social protection within the national development agenda. Na taarifa kutoka pwani zinarifu kwamba mwanzilishi